Onyo kali imetolewa kwa maafisa wa usalama wanaoshirikiana na magenge ya wahalifu haswa kwa kuwapa taarifa muhimu zinazolenga kuwafanikisha kuwatia mbaroni, kuwa, kuwa, kuwa hawatasazwa na makali ya sheria, huku wananchi wakizidi kuhimizwa kutoa taarifa muhimu kwa vitengo vya usalama. Ni taarifa ametuandalia mwanahabari wetu Sheldon Asaholo. Kaunti ya Vihiga Zakaria Bitok, japo anadai kuna umuhimu mkubwa wa kutoa habari za kufanikisha kuwatia mbaroni washukiwa wanaowaangaisha wakazi wa kaunti ya Vihiga, anasikitika kuwa taarifa hizi muhimu zinatumika kutegua mitego ya kuwanasa wahalifu lengwa. Sababu wale wahalifu tumekubaliana kwamba ni, ni wenzetu in the society, these are part and parcel of the society these criminals to so, assist the police to identify and assist the police to in arresting them so that uh, we minimize incidences ya crime vile ajeto sote nikupunguza hayo chances sasa wahalifu Kamanda Bitok anakiri kuwepo idadi ndogo ya maafisa wa polisi katika kaunti ya Vihiga ikilinganishwa na idadi ya wakazi, akitoa onyo kali kwa maafisa wa polisi wanaoshirikiana na wahalifu na maafisa ambao wamezamia kwenye uraibu wa pombe haramu, wakionywa kuwa watazazwa kuchukuliwa hatua wa kali za kisheria. Kwa kasi ya polisi, ile mtu ambaye atalik operational information, ile mtu atalik operational information. atalik operational information kwa ule mhalifu it is very serious if this one will even cost your job if this one is proved kwamba we una lik habari sa operation ya ya kiserikali so if this person is doing that let me go with him i'll try him somewhere else akiprove kwamba ni hivo then he will be shown the, the door hata hivyo, Kamanda Bitoka amewarai wananchi kuzidi kutoa taarifa za kufanikisha kutiwa mbaroni kwa washukiwa wa uhalifu, akitoa ahadi kuwa hawatatambulika kwa kutoa habari hizo. Na mara nyingi polisi wanaenda kusaka hiyo wahalifu miongoni kwa wananchi, they go to seek for the suspects amongst the public. Na wakati wanafanya hivyo pia wanahitaji usai assistance ya public kuweza ku kuweza kukamata wale wahalifu. So my appeal ni kwamba when police comes to the public to seek assistance to, to, to arrest the suspects, wananchi muwe tayari kusaidia polisi sababu, msipofanya hivyo kasi ya kwe, kupunguza uhalifu itakuwa ngumu sana. Mambo ni mawili: kusaidia kushika na kusaidia ku identify. Nikiripotia West TV kutoka kaunti ya Vihiga, jina langu ni Sheldon Asahulu.